Ah, ah! Picha linaanza, oh yes, picha linaanza. Mabibi na mabwana, ni sehemu ya pili tukiwa tunaitazama Afrika na historia yake, na kwenye kuelezea muktadha unagundua tunakuunganishia stori na stori, na ndio maana kuna baadhi ya sehemu utaona tunakuwekea stori zetu tulizowahi kukuletea nyuma, kwa sababu doti za dunia zinakutana so tulikuwa tunaiangalia Ulaya ilivyokuwa wakati huo inakuja kuivamia Afrika, na leo Razz Mtamaduni anaendelea pale tulipoishia. Basi, kwa karne nyingi Kanisa Katoliki ndilo lilikuwa serikali ya Ulaya, means kanisa liliamua nini ni sayansi sahihi na ipi ni uhaini, nani ana mamlaka na nani anaruhusiwa kubuni au kusafiri, nani ni kafiri na nani ni mtakatifu. Kuna wakati Papa ndo alikuwa anasamehe dhambi. Kwa anayesikia leo anaweza kudhani natania. Nchi za Kiislamu kama Irani, tulikuelezea mfumo wao wa kiutawala kwamba kiongozi mkuu wa dini Ayatola ana nguvu kuliko kiongozi mkuu wa serikali, na China, kiongozi mkuu wa chama ana nguvu kuliko wa serikali. Wakati huu hapa Ulaya ilikuwa hivi pia, kiongozi mkuu ni Papa, head of the church wanafuata makuhani ambao ni wafanyakazi wa kanisa kama mapadri ambao kazi yao kubwa ilikuwa kuwatafsiria wananchi sheria zao na miongozo. Mind you, asilimia 95 ya watu walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, walitegemea wanachokisikia kutoka kwa makuhani. So technically ukiwa kuhani, wewe ni waziri, mbunge, mwanasheria na mwalimu. Ni moja ya kundi lililokuwa corrupt kwa sababu ya unyeti wa nafasi yao kwenye jamii na walijilimbikizia mali nyingi sana in the process. Then wanafuata mabwana shamba, hawajamani, watu nyeti mno, nitakuelezea baadaye. Then kuna wafanyabiashara na mwisho wa kulima masikini. Leo tunaita hiyo system theocracy disguised as monarchy. Kwa maneno mengine, mfalme au malkia wa Uingereza ni kiongozi wa kidini kuliko wa kiserikali. Kwa hiyo Kanada na Irani hazina tofauti, wote kiongozi mkuu ni wa kidini. Na hapa ndo tunakutana na stori maarufu ya King Henry wa nane ambaye wengi husema alikuwa ngoswe maravidavi, akamfanya akagombana na kanisa Katoliki na kuanzisha kanisa lake Anglikana. Hata hivyo, uhalisia ni zaidi ya mapenzi. Muktadha wa hii story upo hivi. Kama nilivyokwambia, wakati huu kingdoms zote za Ulaya ikiwemo Uingereza walikuwa wanasubmiti kwa mfalme mkuu wa Roma ambayo wakati huo imeshageuka kanisa Katoliki na makao makuu ni mjini Vatican Italy. Ina maana kanisa ilirithi ardhi yote na mabwana shamba wote waliokuwepo. So wakati king wa maravidavi ngoso Henry anaingia kwenye ethroni Uingereza alikuta asilimia 30, yaani zaidi ya robo ya ardhi ya Uingereza inamilikiwa na kanisa. Kifupi, rasilimali nyingi na hazina za taifa zilikuwa maeneo ya kanisa, na wanatoza kodi kubwa, na zote zinaenda Vatican Italy. Na ukumbuke, wanajeshi la Vatican linalinda na kusimamia shughuli za kanisa, ikimaanisha kanisa lina nguvu kwa wananchi na uchumi kiujumla kuliko kingdoms. So Uingereza ilitaka kujitoa kwenye utawala wa Vatican kitambo, kama ambavyo juzi kati wamejitoa EU na tuikuletea episodi zetu za nyuma kuhusu Brexit. Brexit ni neno linalopatikana kama Tanzania ilivyopatikana. Yaani, yaliunganishwa maneno mawili, Britain kwa maana ya Uingereza

yangu Ama wadara, Ama wadara, yes, mwamba alikuwa na bebe yake inaitwa Catherine, mtoto wa kispanish. Shida ikawa umri unaenda na hawakupata mtoto wa kiume. Siku moja ikapita apisi moja kama ya Singida, miksa Babati, Biane Boleini. Henry akaonja asali, mwisho akataka kuchonga mzinga kabisa ampe talaka mkeo wa ndoa ili aoe pisi ya Singidani, lakini kanisa likamwambia hatuna utaratibu huo, saa hashtag mpaka kifo kiwatenganishe. Baada ya hapa, presha ilikuwa kubwa kumlazimisha Henry atulie kwenye ndoa. Hapa ndipo akatumia kisa hiki binafsi kusema haiwezekani mfalme wa Uingereza apangiwe nini asifanye na mtu aliyekaa Vatican Italy ndipo akatangaza kuuvua Ukatoliki na kuanzisha kanisa jipya la Anglikana na kujitangaza yeye kama kiongozi mkuu. Lakini alikuwa na sababu zaidi ya hizo, alitaka kuteka mali za kanisa na kuepuka kodi walizokuwa wanatuma Vatican, kuimarisha uchumi wake ambao ulikuwa umeyumba. Pia alihitaji miti ya kujenga meli za kushindana na makampuni ya kingdoms wenzake wa Spain na Ureno kuzunguka duniani. So technically tofauti ya kanisa Katoliki na Anglikana ni kwamba mkuu wa Katoliki ni papa wakati Anglikana ni mfalme. Picha linaanza. E bwana uh, huu hondo unawajia hivi punde. I think what madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui so, kwa Kiswahili nisemaje? Hi boy, hata kama ni kitu kizito eh, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Nadhani umenielewa sasa. Nilikwambia kwamba ufalme wa Uingereza upo pale kama dini na siyo kama serikali. Ni kama unavyoona Vatican imepewa hadhi ya kuwa nchi na wana ushawishi mkubwa kama dini duniani na siyo kama serikali, kwa sababu wapo chini ya Italia. Kama ulipatilia episodi yetu kuhusu Vatican, tulikuelezea dipu ilivyotokea. Kwa hiyo ni Konstantini mwenyewe ndiye aliyetoa pesa na amri ya kulijenga kanisa la Mtakatifu Petro juu ya kaburi lake, na hadi leo ukiingia ndani ya basilisa ya Mtakatifu Petro kuna maandishi kwenye dari ya lugha ya Kilatini, yaani yale maneno ya Yesu, wewe ndiwe Petro na juu ya jiwe hili nitalijenga kanisa langu, yaliyopo kwenye Mathayo 16 mstari wa 18. Miaka inavyosogea kanisa likaanza kudamshi na kukusanya nguvu Walianza kuingilia hadi siasa za serikali. Mapapa walianza kugeuka kama marais au magavana wa miji mbalimbali ya Italia. Hii ilijulikana kama Papal State, aka nchi za mapapa. Yaani imagine askofu mkuu wa da anakuwa gavana wa mkoa pia, hivo hivyo kama Mbeya, Dodoma na Mwanza. Hadi leo papa ni kiongozi wa dini, lakini kuna wakati ana akti kama kiongozi wa nchi, mfalme wa Vatican. Lakini mambo yalibadilika karne nyingi baadaye Ilipokuja the falling of empires tulikwambia, jinsi imara za kifalme zilivyoanguka na kuzaliwa nchi na maraisi wake. Italia kama nchi moja ilianza kuungana, viongozi wa kisiasa walitaka kuondoa nguvu ya kanisa kwenye siasa, ilimaanisha kuondoa mfumo wa Papa States, na Roma ikachukuliwa kuwa mji mkuu wa Italia kama nchi mwaka 1870, Papa Piusi wa tisa ndiye alikuwa mkuu wa jimbo hili wakati huu, akakasirika akajifungia ndani ya Vatican. Binadamu yoyote havutiwi na mabadiliko. Akasema, sitoke hadi mnipe heshima yangu, akawa haonekani hadharani wala kukanyaga nje ya mipaka ya jiji kukutana na wananchi kama ishara ya kutoitambua Italy kama ya kutoitambua Italy kama nchi. Akafariki akiwa ndani, wakamzika kimazabe, na wakachagua mrithi, wakaendelea hivyo hivyo kuchagua na kuzikana humo humo ndani na kutokana na uzito na unyeti wao kidini duniani wakati huo, ilikuwa ngumu kiongozi wa kisiasa kutumia nguvu kubwa sana dhidi yao. Kwa hiyo nimekupa yote haya ili upate picha halisi ya Ulaya ya wakati huo: watu hawasafiri mbali na vijiji, magonjwa ya ajabu kama black death, ushirikina mwingi, kanisa zina na dictate maisha. Na ukumbuke sio kila mtu alikuwa muumini, lakini wote mnalazimika. Watu masikini wanatafuta vibarua kwa mabwana shamba, miji ni michafu hakuna dawa za uhakika na zaidi, kuna misuguano ya mfalme versus kanisa. Hizi shida ndizo ziliwapa ujasiri. Kama unavyoona leo, waafrika wanajitosa baharini kukimbilia Ulaya, na hali ilikuwa hivyo kwa vijana wa Ulaya wakati huu, walikuwa tayari kwenda popote, hata kufa kwenye maji kuliko kubaki walipokuwa. Sasa nikupe picha ya Afrika na dunia nyingine kwa wakati huu, ilikuwaje? Well, hapa ndo tunajibu swala la kwa nini walienda kwanza Amerika kabla ya Asia na Afrika? Imagine, Wareno na Waspanish walijitosa baharini na walifika Amerika mwaka 1500. Wenzao Waingereza na Wafaransa wakafuatia baada ya 1600. Ikimaanisha zaidi ya miaka mia baadaye. Then wakazugazuga miaka michache tu na kufika 1800. Wauni wa Amerika wakaunda kikundi cha Wahaini. Wauni wa kikoloni wakaanza kufanyiwa uhaini mwingi hadi mwisho wakasanda. Na picha linaendelea. Kama nilivyokuambia yani, madini.com ni zaidi ya chuo. Madini.com wanakuelezea kwa undani zaidi. Kakaangu Jimmy, naku respect sana, unafungua akili za watu wengi, unaleta mijadala ya maana, na watu sasa hivi wameacha kufuatilia umbea, wanafuatilia vitu conscious.